na wala siakana mtu yote kumwelekeza mamwini pako. Kanifata tena kanikanya, hatakaa mazungumzo dalali hapa. Yeye bwana, nilipokuona a ya, umbuli kwa kunakuja kwako Eh. Kuna shida gani? Shida gani tena anambia si? Ah, sipale mtaani mwanangu nataka tukasukume. Mm. Kwa hiyo mnapauza mtaani kwenu? Eh, yani mtaani wetu tunapauza, kwa nini mjongo ni kwa wewe tu? Ni ajenge ndio tunafanyaje? Maeneo gani hayo mtaani kwenu? Mtaani hapo tukati kati. Kati sehemu gani? Tena ukiniulizia bwana naenda na Saidi. Lazima wani lazima wakupeleke paka, hata mtoto mdogo lazima akulete kwao. Poa? Menielewa vizuri? Na wewe najua ndio uliomfikishia kwa sababu so, maswali tumeongea tu kwa wawili, e, imekuwa jamaa mwenye nyumba akajua na akamfikishia hizo taarifa. Nani kama sio wewe? Nimefanya vibaya kukudurisha, eh? Mbona mnakuwa, mnakuwa hapa ni no, no. <coughs> Na wengine mbona mnakuwa mna utu? Sasa ulipofikisha kwa uko, ndegemea nini? nilogwe au niuliwe? Samani ndadamu maana mimi sasa tu nimechukizungumzia namaanisha nini? Yaani unilichokiongea pale namaanisha kwamba wewe hujaelewa nini pale? Nimekupa taarifa nzuri tu kama kaka yangu, mwisho wa siku wewe umeenda kumfikisha mama nyumba wako. Hai inahusiana na nini? Kwa hiyo unaniambia kwa yule mama mwenyewe kalaa tu, kaamka, kawaza, kajua mi ndio niliongea. Yaani wewe mbaba, wewe. Umenielewa vizuri nachongea, umepewa kifua, ustiri vitu ambavyo unavyoambiwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unaenda kumchonganisha mama nyumba wako nionekane yani, nune, mi mbaya, si ndio? Hizo tabia mi sizipendi. Mimi hakuna hata mtu nimemfikishia habari zozote. Sasa ingekuwa hujafikishiwa habari zozote kwa yule mama, mimi amejuaje kama mimi nimekufikishia hizo taarifa kwamba yule mama mchawi? Amejuaje kama wewe ujamfikishia zile taarifa? Kwa hivyo umweleza ale maswala kwamba unataka mimi nilogwe eh? Au umetegemea nini kumwambia yale maneno? We kaka wewe, Jiheshimu, umenielewa vizuri? Unapopewa jambo, basi listiri kwenye roho yako. Mbona watu wengine, yani, mkipewa nini, wema, nyinyi mnataka ubaya. Wewe unategemea mi pale ulivyomwambia sana nani loga? Au kama ndo ushamwambia vile, mwisho wa siku mii sinakufa. Watu wengine mkipewa shukurani, basi waga nazo vifua mnavyo nyie, wanaume nakuwa eh, mna utu Halafu e, nikwambie, unaponiona popote usinisimamishe kuniambia matatizo yako. Umenielewa vizuri wewe? Sawa. Kwa sababu unashow sana wewe. <tune> Maana hapa saizi nina kazi ya mtu. Kwa sababu hapa ninapoona hapa naenda kuangalia chumba hapo kati. Lakini sio nije huko kwenu tena nifike mambo mengi tena. Mimi nataka nije nione mali ambapo hata kama natafuta mteja najua huyo mteja anampanga vipi ili mazingira yenyewe yawe fresh. Umeona? Sio nafika pale anaanza kwanza ana vipengele vingi. Mimi nakuja kuona mzigo huo mwisho siku Aisha kweli anaenda. Oh, hapo nyenye mna shida mimi nishajenga na sister kila ki, kila kitu hapo nyenye mchongo tu kuisukuma, eh, mambo yaendelee. Au sio? Yeah. Poa poa. Sasa ngoja mi nikwache nikaangalie hiyo kazi ya mteja alionipa, afu mambo mengine ataendelea au vipi. Basi poa. Yeah. Amna uchawi hapo nyewe. Haya poa poa zikatia hilo. Poa poa pinga Nyumba ya Urithi

Asante. Hapa ndo kwa kina Said eh? Eh, ndo kina hapa kwa Said. Sawa so, maana nilikutana naye, alinifata akanambia kuna nyumba yao wanauza, kwa hiyo nikaongea naye nikamwambia sawa so. Nikipata nafasi nitakuja kuiona hiyo nyumba ili nije niangalie, kwa sababu ya hata nikipata mteja huko nijue namwelekeza vipi au nampangaje. Eh hapana, kaka yangu, hii nyumba haiuzi hivi. Umeona namba huko labda imebandikwa ubango? Hapana. Lakini mi yule alinifata akanambia nyumba yetu tunauza, na aliponiambia nyumba yao anauza, nikamwambia poa, wasio wa shida, lazima nije niangalie, ambapo hata nikimpata bosi, najua kabisa najua kabisa, nampangaje sasa. Siwezi kusema nitafute mteja na angali sijaiona, sija ni nyumba yenyewe inayouzwa, umeona? ndo maana nikasema nije niione, niione. Afadhali nimekukuta njiani, nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Kilichokufanya mwambie mjuku wangu kama mimi ni mchawi ni kitu gani? Kipi haswa kimekufanya mwambie mjuku wangu kama mimi ni mchawi. Sijamwambia mimi. Unautani na mimi Nakuuliza una utani na mimi? Hivi unijui vizuri eh? Sawa, kwani nyie mmezaliwa wangapi? Kiukweli, humu ndani tulikuwa tunaishi na wazazi wetu, ila kwa sasa wazazi wetu wamefariki. Wamebaki mimi na mdogo wangu Saidi. Ah, sawa. Unajua wa dadangu, siku zote nyumba hizi za urithi hizi zinakuwa zina shida sana Yani nyumba za urithi kiukweli zinakuwa zina shida sana, yaani migogoro, ugomvi, yani unakuwa hauishi wala haupungui. Kwa hiyo nyumba za urithi samtaim, ndo maana watu wanamwaga kukaa chini, wajue wanafanyaje, ili kila mmoja hata atafute pa kwake, ajue pana msaidiaje. Kwa hiyo sawa bwana, sina cha kusema, ila ngoja mimi niende. Sawa, karibu kakaangu. Haya kakaangu, karibu. Poa, so kesi, kwa vile umeshaniambia nyumba ya yuzu, basi ngoja mimi nikuache niondoke. Karibu kakaangu, ila samani tu kwa usumbufu, maana mdogo wangu yule itakuwa mibange anamchanganya, maana sio akili yake. Sawa dadangu. Nashukuru, tutaonana tena siku nyingine. Haya, karibu. Haya, asante. Naam, ndogo wangu, ina maana yuko serious kweli. Inabidi sasa hivi niwe makini na humu ndani asije akaniua bure. Naam, unajua mimi nani? Ushai kunitania mimi? sasa nakwambia, nitakukomesha, nitakuonyesha, nita nitakufanya. Mwambie mjukuu wangu kama mimi mchezo gani. Nakuuliza kitu gani? Hapana bibi, mimi sijamwambia. Haujamwambia alijuaje? unautani na mimi eh? Msamee bibi, mimi nimekuona. Unautani na mimi? Hapana bibi, sijamwambia. Haujamwambia? unautani na mimi eh? Unijui vizuri wewe? Binti unijui vizuri? ulionana wapi, mimi na wanga? mchawi ana alama wapi? uliniona na wanga? Nakuuliza, uliniona wapi na wanga? Sasa nitakukomesha